Mtakatifu Firmini alikuwa askofu wa Amiens, Ufaransa na alitambulika kama mmoja wa wamisionari walioliletea eneo hilo mwanga wa Injili katika karne ya tatu. Alizaliwa Hispania na kupata elimu ya kiroho na kujitolea kutangaza habari njema za Kristo. Alihamishiwa Ufaransa na aliteuliwa kuwa askofu wa kwanza wa Amiens. Alihubiri kwa bidii akawabatiza watu wengi na kuimarisha kanisa katikati ya upinzani mkali wa kipagani na watawala wa Kirumi. Kama wamisionari wengine wa nyakati zile, Firmini alikumbana na mateso kwa sababu ya imani yake, hatimaye kukamatwa na kuuawa kwa ajili ya Kristo. Ushuhuda wake wa ujasiri uliwapa nguvu Wakristo wengine na kusababisha Ukristo kuenea zaidi katika mji na maeneo ya jirani. Anakumbukwa kama mchungaji mwaminifu na shahidi jasiri wa Kristo.